Swala la uchaguzi wa spika wa bunge ambapo uh, Chama cha Mapinduzi kimeleta majina matatu, ilikuwa e ni Tulia Masele pamoja na mzee wangu mzee Zungu. Lakini jana tuliona taarifa za kwenye vyombo vya habari tofauti tofauti kwamba mheshimiwa Tulia Axon amejiondoa katika kinyang'anyiro. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, nitangaze rasmi mimi kura yangu sio ya siri, kura yangu ipo kwa Zungu. E, mimi nampigia debe Zungu na naomba waheshimiwa wa bunge wote tumpe nafasi Zungu kwa sababu Zungu ana uzoefu. Tumemshuhudia sisi wengine ambao tulikuwa tuko nje ya bunge, tumeona namna alivyokuwa anaweza kuendesha vikao vya bunge wakati anapewa nafasi, lakini tumeona namna ambavyo alikuwa anatenda haki. Tumeona namna ambavyo anazijua Uh, njia bora za kuwafanya wabunge waweze kuyaelezea yale ambayo uh, yanatoka kwenye majimbo yao. Kwa, kwa upande wangu mimi nawasii sana wabunge wote tumchagueni zungu awe spika wetu wa bunge uh, la kumi na tatu, eh, mheshimiwa zungu. Uh, lakini kwa naibu spika mimi kwa upande wangu niko kwa ndugu yangu Siro. Mimi si kura zangu wasio za siri, kwa sababu naamini uh, kama zungu atashindwa basi tutamuunga mkono yule ambaye atapata nafasi na tutafanya naye kazi a, a, kama kiongozi wetu kama spika wetu. Lakini akifanikiwa Zungu, alhamdulillah, atakuwa amefanikiwa mtu ambaye mimi nimemchagua. Na pia kwenye naibu spika akichaguliwa Silo, alhamdulillah, atakuwa amechaguliwa mtu ambaye a, mimi kwa upande wangu nilikuwa naona anafaa. Akichaguliwa mwingine tutaenda naye Uh, hivyo hivyo na tutaheshimu maamuzi ya wengi, maamuzi ya kura za wabunge wenzetu. So ilikuwa ni hilo, lakini pia kutumia vyombo hivi pia vya habari kuwa kuwapa pole wale wote ambao walikutwa na madhila uh, wakati wa uh, uchaguzi wetu tarehe ishirini na tisa. Tumeona kuna watu waliumia, kuna watu walifariki, lakini tunaona kuna watu waliharibiwa mali zao